Kanuni yangu ya maisha ni kwamba biashara ni watu, yaani na ili watu uweze kuwa, kupata hela kutoka kwao lazima uwafurahishe, lakini kwa namna sahihi. Wanawake wengi tumefundishwa kuwafurahisha wanaume kwa njia ile ya kwao ndo maana mwanamke anaweza asihangaike sana kufanya kazi, lakini anajua kupitia kiuno chake anaweza akapata hela. Sasa hizo sio njia sahihi. Njia sahihi ni kumuhudumia binadamu mwenzako kwa majukumu ambayo anayahitaji, alafu kwa moyo mmoja, kama dada Sechelela alivyosema, yani hafanyi kwa sababu nataka kupata hela, nafanya vizuri nyinyi hamjajua kwa nini sisi hapa tunapambana hivi? Unajua, hiki tunachokifanya ni kitu kikubwa sana, hatuangalii ni pesa kiasi gani tunapata, kwa sababu tukilinganisha ni hela ndogo sana. Tunapata hela ambayo bosi analipa mwaka mzima, kila siku anakaa huko, anakupigia simu, anakwambia eh, hey, dada suka shazi ngua, sijui nini. Hiyo ni hela ndogo sana, ningekuwa nimeshatoka nimeenda Kariakoo kuuza nguo lakini kwa sababu ninafanya kutoka moyoni, kuna kile kitu Mungu ameweka ndani. Nataka kuona wanawake nao wanapanda, nataka kuwasaidia. Lakini ili wasaidike, lazima wajifunze kanuni ya Mungu ya kusaidia watu. We unapoenda nyumbani kwa bosi wako, ukamsaidia majukumu yake vizuri, bosi akafurahi, matokeo yake ni huu shuhuda leo kutoka kwa Sechelela. Mtu yote uliyemfurahisha mfraisha, lazima na yeye atakufurahisha back, lazima atakufanyia jambo zuri hata kama hatafanya kwa levo hii, lakini kuna upendo fulani ataurudisha kwako. Kwa hiyo hu, hiyo ndio siri ya mafanikio. Ndugu zanguni, zifanye kwa sababu yeye amekuweka pale nyumbani kwake kwa ajili ya yale majukumu. Ukifanikiwa hapo unatoboa kwenye hii dunia, hutakaa uwe na shida za hela. Labda we mwenyewe sasa uwe hujui thamani yako katika kuomba malipo unayostahili. Sisi tunaelewana, maana kuna mtu ana Alichapa kazi ya mshahara wa laki mbili lakini alipwa elfu thelathini. Ndio raha ya kufanya kazi na taasisi kama za kwetu ambazo zinawasaidia nyie kubageni kwa niaba yenu. Kwamba jamani kwa majukumu haya kazi hizi ni ngumu. Ebu huyu dada alipwe kiasi hiki. Kazi za ndani hakukuwa na mshahara laki tano, si ndio? Lakini Mungu ametupa kipaji sisi cha kuweza kuwateteeni nyie. Angalau ile nguvu kazi mnayoitumia kuwafurahisha mabosi wenu na wao wawafurahishe kwa kiasi ambacho utaridhika. Si tunaelewana? Lakini siri ipo kwenye kuwasaidia watu majukumu yao, tunaelewana wadada? Sio tu kwenye kazi za nyumbani hata kwenye kazi nyingine, kwa sababu mimi saa hivi hapa sioshi vyombo, sipiki, sifui, lakini si niko na nyie hapa. Kuna mabosi wako hapa, kuna wadada wako hapa. Tunawasaidia nini? Kuna kitu ambacho tumestadi kwamba huyu dada ana shida fulani, mimi naweza kumsaidia. Huyu bosi anahitaji huduma fulani, ngoja tumsaidie. Kwa hiyo siku zote ukiwa unawaza kusaidia watu, hutakaa upate shida za hela, na uwasaidie kwa upendo ule wa dhati, ndio maana Yesu alitufundisha kanuni moja tu akasema, upendo, mpende jirani yako kama unavyopenda, yeah. Sasa bosi wako ndio umhudumie hivyo, kwamba mimi ningependa nihudumiweje? Ndio, ni ndio. Na dada wa kazi za nyumbani hivi, kweli ningependa dada wangu wa kazi za nyumbani nikute kalala na bwana wangu wangu na mume wangu? Si upendi hicho kitu. Sasa wewe uweze ukifanya, hata mume wake akiwa anapita pita pale, wa baba wanakwaga na macho ya kujaribu jaribu, una uongo mtaalamu mtaalamu ataongea <laughs> eh? Lakini wewe ukijua natakiwa kumtendea kama vile nafsi yangu ambavyo ingependa kutendewa, yaani ni utanyooka hivi na Mungu atakuvusha kwa namna ya ajabu hutaelewa. Kwa hiyo ndio maana sana napenda kuatachi mradi huu na hofu ya Mungu. Tukimweka Mungu mbele, hakutakuwa na ugomvi. Hapa kila siku itakuwa ni sherehe. Tunakuja, tunasikia shuhuda nzuri kama hizi na maisha yetu yanafika mbali. Sawa jamani, haya.